Mimi jina langu ni Mohamed Issah uh, ni mwanahabari kutoka Morogoro, lakini nafanya pale Abood Media. Na tukiangalia msingi wa kauli mbiu hii ya mwaka huu kuhusiana na siku hii ya familia uh, ina, ina msingi kwamba ukisikia malezi, kwa sababu kwenye swala la malezi kunaonekana kuna baadhi ya watu wakishapata watoto swala la malezi wanaachia watu wengine. Leo hii tunaona kwamba kuna watu wengine walishapata watoto, watoto wote wamelelewa na mabibi lakini kumbe kumbe, mtoto anatakiwa alelewe na mama na baba, lakini kuna taratibu zote za mtoto huyu katika makuzi yake. Kuna mtoto mwenye umri kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka minane, huu ni umri sahihi wa mtoto kujifunza. Lakini leo mtoto huyu utakuta baba yuko bize na mambo yake, anatafuta riski mjini, lakini mtoto huyu kaachwa nyumbani, kule nyumbani hajui huyu mtoto kaachwa sehemu salama ama sio sehemu salama. Kwa hiyo kama ni msingi wa taifa bora maanake lazima huyu mtoto tuanze kumlea kuanzia katika ile steji ya kwanza kabisa. Baba kabla ya kupata mtoto kuna maandalizi pale, lakini baada ya kupata mtoto, mwaka sifuri mpaka miaka minane, maanake huyu mtoto ndio umri sahihi huu wa kuweza kujifunza. Lakini leo watoto wenye umri kama huu wameachwa, wametelekezwa wengine, lakini kuna wengine wana bahati mbaya E, Mwenyezi Mungu ameumba wa wakiwa na ulemavu, bahati mbaya watoto hawa hawapewi kabisa kipaumbele na wala hawafikiriwi katika swala zima la malezi. Tumeambiwa kwamba kuna uwekezaji katika siku ya leo, uwekezaji wa kiakili, kimwili. Wewe umeelewa vipi au unaongelea vipi hiyo? Ah, uwekezaji wa kimwili kiakili ndio msingi wa huyu mtoto kwa sababu tunasema huyu mtoto anatakiwa awe na afya bora huyu mtoto anatakiwa awe na akili ambayo tunasema baadaye, huyu mtoto atakuja kuwa kiongozi, atakuja kuwa baba bora katika familia ama mama bora katika familia. Kwa hiyo haya masuala muhimu ya kuwekeza kwenye huyu mtoto, akili iwe timamu, swala la afya yake natakiwa iwe timamu pia, ili tukisema huyu ni kiongozi wa baadaye ama ni kiongozi ama ni, ni baba wa familia, mama wa familia, manake kuta, tutapata familia iliyo bora.